Kwa kuendelea na zoezi zetu la ukaguzi katika siku ya leo, tumekutana na baadhi ya vyombo vinavyotoa huduma vimezidisha abiria. Kwa hiyo tupende kutoa rai na kuwaomba watoa huduma watumie fursa hii iliyotolewa na mamlaka ya kuomba vibali ili waweze kutoa huduma katika njia ambazo zimekuwa na abiria wengi ila wasizidishe abiria kwa sababu ni kosa kisheria. Katika siku ya leo, vitu vya msingi tulivyokagua ni uzidishwaji wa nauli, matumizi ya tiketi mtandao, lakini pia usajili wa hudumu lakini kwa siku ya leo naona wingi wa abiria sio sana kama tulivyotarajia kuelekea kipindi hiki cha mwisho wa mwaka. Lakini pia uzidishwaji wa nauli sio katika kiwango cha juu. Hii imetokea katika wale wengi ambao hajaweza kutumia tiketi mtandao, lakini pia kwa wale wahudumu ambao hajapata elimu. Kuna mafunzo viovietu, vitatu, ambayo yanaendelea katika vyuo vyetu vitatu ambavyo vimesajiliwa na vimepewa ithibati na mamlaka kuendesha mafunzo hayo, Chuo cha Ufundi Arusha chuo cha biashara CBE lakini pia na chuo cha usafirishaji NIT mmm, naisimama. Lakini changamoto kubwa ambayo naiona mimi ni maagenti mm, wanakuwa nakatia tiketi nyingi kwenye basi, hata kama mabasi mengine yapo wanafanya hivyo wanachanganya watu ni, ni sahihi sio sahihi? kuhusu amat wasionapakia watu wengi zaidi. Umuhimu okay, wa tiketi mtandao kwa, kwa kadri ninavyofahamu mimi ni kwamba inakuwa na malipo sahihi ya nauli kutoka mahali fulani kwenda mahali fulani, lakini pia inasaidia serikali kupata mapato yake kutokana na nauli inayolipwa na wasa ambao bado hawajapata elimu kutoka LATRA. Basi tujitahidi twende tukasome ili tuzidi kutoa huduma ambazo ni bora kabisa kwa abiria wetu wa kila siku. Yanasaidia mtu hata kama ukutana na changamoto yoyote, unakuwa unajua namna ya kuisovu bila kumkwaza mteja na mteja akaridhika vizuri kabisa. Kuwa tukiendelea kutoa elimu kwa wahudumu wa mabasi ya abiria lengo ni ili waweze kutoa huduma sahihi na bora kwa abiria, kwa maana mtu aliyesoma huwezi kulinganisha na yule mhudumu ambaye hajapata mafunzo haya. Kwao tunaendelea kuwasii wahudumu wa mabasi waende kuzulia mafunzo. Mafunzo hayo ni takribani wiki moja tu na FM.